kitabu cha Yeremia sura ya pili na ule mstari wa ishirini na moja Biblia inasema nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana mbegu nzuri kabisa umegeukaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu maana ujapojiosha kwa magadi na kujipatia sabuni nyingi, lakini uovu wako umeandikwa mbele zangu, asema Bwana Mungu. Sana tumekwisha kuomba. Nipe dakika chache nizungumze na wewe. Tuko hapa kwa ajili ya tu sisi tulio hai. Ndugu yetu ambaye tulimpenda ametutoka, lakini yako mambo machache. Inapotokea namna hii, Mungu anatamani sana tujikumbushe ninafahamu, kila mmoja wetu kwamba swala la kifo au mtu kuondoka duniani siyo ajabu. Kila mmoja wetu, mkubwa kwa mdogo, sisi sote tunayo taarifa hiyo tangu tunapozaliwa, kwamba vile tunavyosherehekea kuzaliwa ndivyo ambavyo kuna siku itakuwepo ya kuondoka kwa kila mmoja wetu. Sio geni kwake jambo hili la mtu kutoka duniani. Na, na kwa mtu ambaye anaifahamu kazi ya Mungu, kazi hii ailete huzuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yako mambo kadhaa ambayo anatamani sana tukumbushane. Baba, mama, mkubwa kwa mdogo uliyeko mahali hapa. Tumesoma maandiko matakatifu katika kile kitabu cha Mathayo. Anazungumza kwa haba katika kitabu kile cha Yeremia. Anazungumza kwa habari ya mpango wa Mungu juu yetu wanadamu hapa duniani, kila mmoja wetu, hivi ambavyo tuko hapa na wale wasiokuwepo hapa. Ni plani ya Mungu ya tangu mwanzo, tangu wewe ujakuwepo, mimi sijakuwepo. Ni agenda na mkakati na maono ya Mungu kutuweka duniani, na tumesoma Biblia, inasema ile agenda na mpango wa Mungu ulikuwa thabiti, mkamilifu, mwema kwamba tuwepo hapa duniani ili tulitimize kusudi lake tuyatimize mapenzi yake tutimilize wito wakes, wito wetu kwa hapa duniani. Lakini anasema umegeukaje? Wewe uliyekusudiwa, wewe uliyetarajiwa, wewe ambaye ni mpango wa Mungu daima hapa duniani umegeukaje? Lakini kwenye mstari ambao nilitaka tusome Biblia inasema kwamba Mungu amemuumba mwanadamu katika unyofu na ukamilifu. Lakini mavumbuzi ya mwanadamu yamemfanya huyu mwanadamu atoke kwenye kusudi la Mungu, atoke kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu mpango wake mimi na wewe kutuleta hapa duniani sio ajali. Ni mpango kamili. Haijalishi namna tunavyoweza kupita. Haijalishi magumu tunayoweza kukutana nayo haijalishi namna yoyote, lakini ni mpango kamili wa Mungu. Lakini iko namna ambavyo tunaweza tukatoka kwenye huo mpango wa Mungu, alafu tusiyafurahie maisha tuliyopewa hapa duniani. Mpango wa Mungu ni kwamba tuyafurahie maisha ambayo Mungu ametupa hapa duniani, yaonekane bora, asiwepo yeyote miongoni mwetu kujuta kwa sababu ya uwepo wake hapa duniani. Lakini kitu gani kama mtu Mungu la sisi kuweko hapa duniani, hakuna mtu atajuta, hakuna mtu atajuta. Tutamtukuza Mungu tukiwa hapa duniani, lakini anasema kuna mambo ambayo yanatufanya tutoke kwenye kusudi la Mungu, kwenye mpango wa Mungu, kwenye mkakati wa Mungu, kwenye ile mpango wa Mungu wa dunia wa kutuweka hapa duniani, alafu tukajuta, tukatabika, tukalia, tukamboleza, tukakata tamaa. Kiasi cha kwamba inafika mahali, mpaka mtu anasema ngoja ah, nikatishe mpango wa Mungu wa hapa duniani anaamua kunywa sumu anaamua kujinyonga anaamua kufanya nini lakini hii inatokea ni kwa sababu tumetoka kwenye mpango wa Mungu kila mmoja wetu lazima ufikiri mimi na wewe tufikiri kwamba tuko duniani kwa kusudi lipi maana kila mmoja Mungu alimkusudia awe baraka afanye jema atimise mapenzi yake lakini mavumbuzi ya